Story za ghost. Story za ghost. Kuna shabiki moja alikuwa alikuwa ametuma ujumbe hapa mm -hmm. na hii niliona jana, anasema just wandering. Mm -hmm. Yani ana wanda. Yes. Is just wandering. Uh -huh. Yeah? If you find a calabash, a calabash, unajua calabash? Aguata. Yeah, aguata. Yes. Hanged in a house in Dandora ni <laughs> yeah? Nini, nini nakuja kwa akili yako ametoa <laughs> ah, mfano wa Dandora. Uh -huh kalabashi imewekwa pale juu yes. <laughs> Imehang hivi, na kuuliza Ghost Mulee ni, eh, nini inakuja kwa akili yako? Labda nikiona kalabash d -di. Hey, labda mungiki. Eh, yes hiyo ni moja eh. Jambo lingine tena, labda naweza fikiri, labda hapa kuna muganga. Mganga, eh yes, na pia naweza fikiri u ni mtu wa tamaduni, kwa hivyo okay. Yes. ukiona kalabash yes, imewekwa huko Dandora, Dandora hivi mtu ameweka calabash juu, umesema vizuri, unafikiria ama jamani, mchawi ndio, alafu anasema anapenda anapenda mila za Kiafrika mila za Kiafrika, lakini ukiweka mtaani kule yes. Wanasema ni uchawi yes. <laughs> mindset <laughs> hey, mindset yes. kwa sababu haimaanishi mtu akiwa Dandora hawezi yes. weka hiyo mambo ya african art hivi yes. Ye, pia labda anaweza weka mambo ya art, aweka mapambo, aweke calabash, ni aeleweke kwamba hii ni art, lakini yes. unapata mtu anaona mtu ameweka nyungu kwa nyumba kule Dandora, maeneo lingine, wanasema tu huyu jamani mchawi. <laughs> <laughs> mchawi aina gani? na kienda Karen hey. aone hiyo hiyo nyungu na ni anasema eh, hey, ni art, yeah, african african art, african art. <laughs> Mitaani anasema ni uchawi. Let us style up. Yes. Tuheshimu watu mahali popote wanaishi. Watu wa mtaani, wekeni calabash eh, eh, you know. <laughs> kama watu wa Karen. Exactly. Thank you. <laughs> Stories are ghost